Unakaribishwa kwenye mkutano muhimu wa Intercounty Garbage Collectors utakaoandaliwa siku ya Ijumaa tarehe 27 Juni mwaka huu kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa sita mchana katika hoteli ya Entumo Udhiru Corporation. Ajenda kuu ya mkutano ni kukamilisha katiba ya kikundi, kupatiwa ridhaa na wanachama wote kwa ajili ya kusajili rasmi kikundi hicho. Faida za kusajili kikundi hicho: moja, kuweza kushughulikia changamoto kama kikundi kwa pamoja na kwa nguvu moja. Mbili, kupewa ufadhili kutoka kwa serikali, mashirika na wahisani wa maendeleo. Tatu, kupata nafasi za mafunzo, mitandao ya biashara na fursa za kisheria. Nne, kuwa na utambulisho rasmi unaorahisisha kushirikiana na taasisi zingine. Tano, kuongeza uaminifu na heshima ya kazi zetu kwa jamii na wadau wengine. Sita, kuwa na uwezo wa kuanzisha miradi ya pamoja kwa faida ya wanachama wote. Saba, kuweza kupata zabuni au kazi rasmi kutoka kwa serikali au sekta binafsi. Tafadhali hakikisha unahudhuria kwa wakati. Ushiriki wako ni muhimu sana kwa mafanikio ya hatua hii kubwa. Unaombwa Ujitokeze na kitambulisho chako ili kuweza kufanikisha usajili.